Vunja jungu rukhsa kwa masharti matano. Vunja jungu rukhsa kwa masharti matano. Awali yoyote, ni vema tukafahamu mimi na wewe istilahi hii ya vunja jungu, nini maana yake msemo huu wa vunja jungu nini maana yake? Kwa mukhtasar wa hali ya juu nitakupeni maana ya neno la vunja jungu kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili Sanifu, kisha tutachukua na maana ya vunja jungu kwa mujibu wa mitaani na Waswahili kwa ujumla tukienda katika kamusi ya Kiswahili sanifu ya mwaka 1981 ukurasa wa 315 taasisi ya Kiswahili ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, ninanukuu kama ambavyo waswahili wenyewe wajuzi na wabobezi wa lugha ya Kiswahili walivyotuelezea katika kamusi ya Kiswahili sanifu maana ya neno la vunja jungu, maana ya neno la vunja jungu ni nanukuu, katika ukurasa wa 315, wanasema vunja jungu, maana yake fanya sherehe ya kuaga muda fulani. Vunja jungu maana yake kufanya sherehe ya kuaga muda fulani na kukaribisha muda fulani, ni kufanya sherehe ya kuaga muda fulani na kukaribisha muda mwingine. Hii ndio maana ya neno la vunja jungu kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili. Katika sherehe kiufupi, wamesema vunja jungu maana yake halisi ni kuwa ni kuashiria mwisho wa shida katika ufafanuzi wa kamusi ya Kiswahili sanifu maana ya jungu, maana ya jungu, maana ya vunja jungu ni kuashiria mwisho wa shida na sherehe inayoanza kwa kufungwa mwisho wa shida na sherehe au sherehe inayoanza au kufungwa kwa kula. Narejea katika ufafanuzi, wamesema maana ya vunja jungu ni kuashiria mwisho wa shida na sherehe inayoanza au kufungwa kwa kula kula. Pia wakasema vunja jungu ina maana ya kuvunja ukimya au hali ya huzuni na shida kwa kula chakula cha pamoja. Wazaramu wenzangu bado hawaelewi kinachosemwa hapa. Hii ni maana ya vunja jungu kwa mujibu wa, wa kamusi ya Kiswahili sanifu. Njoo sasa usikilize yote tisa, maana ya vunja jungu kwa mujibu wa muktadha wa mitaani uswahilini, na ndio muktadha unaomata zaidi muktadha unaomata zaidi maarufu zaidi na hivi ndivyo ilivyo kwa mujibu wa mitaani na kwa mujibu wa uswahilini maana ya vunja jungu nifanya maasi mwisho mwisho ukisikia mwezi wa toba unakaribia mwezi wa haki unakaribia, watoto wa mtaani wanasema tunakwenda kuvunja jungu mwisho mwisho. Maana yake tunakwenda kufanya maasi, madhambi, maovu, machafu mwisho mwisho, kwa sababu kuna mwezi wa haki mbele yao unawazuia wao kufanya hayo. Vunja jungu kwa mujibu wa mitaani na uswahilini, maana yake tenda dhambi mwisho mwisho. Hii hata wazee wa Baraza la Kiswahili hawana hili, wao wana dini na Kiswahili sanifu. Kiswahili cha sasa na cha mitaani, vunja jungu maana yake tenda dhambi mwisho mwisho vunja jungu maana yake muasi mola wako mwisho mwisho. Vunja jungu maana yake mkere mola wako mwisho mwisho, kwa mujibu wa mitaani. Vunja jungu maana yake uogope mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini usimwogope Mungu. Siri halisi ya maana ya vunja jungu kwa mujibu wa mitaani, maana yake uheshimu sana mwezi mtukufu, lakini mola mtukufu simuheshimu. Kwa sababu wanaovunja jungu wanavunja jungu kwa sababu mbele yao kuna mwezi, watajizuia na maovu na madhambi yote. Kwa maana hiyo, hao wanauogopa mwezi kuliko aliyeuleta mwezi, wanauheshimu mwezi kuliko yule aliyeuumba mwezi.

Hii ndo maana vunja jungu, kwa mukhtasari wa hali ya juu, kwa mujibu wa BAKITA kamusi ya Kiswahili sanifu ya mwaka 1981 ukurasa wa 315 chapa ya chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini pia kwa mujibu hasa unaokusudiwa na vijana wetu na vijana wenzetu mitaani, hii ndiyo maana ya vunja jungu. Sasa basi, ukiweza masharti haya matano, vunja jungu Vunja masufuria yote, vunja vikombe vyote, vunja vyombo vyote, rukhsa. Tega sikio sasa, usije ukaninukuu vibaya, ukachukua kipande kidogo tu, kasema mashehe hatuna. Inawezekana mashehe hamna, lakini masheikh wapo wengi sana. Kuna tofauti baina ya sheikh na shehe.

ambao ni madiwani tu. Sheha haina maana ni kiongozi wa dini, ni sheha na kuna sheikh. Sasa usinunukuu vibaya, sikiliza masharti matano, kama utayaweza wewe, mzee wa kuvunja jungu, ruhusa, vunja jungu, twende

Wanawachuoni hawa wanatupokelea kisa cha mtu ambaye alitumbukia kweli kweli katika maovu na maasi, zama zilizopita, kwa mtu ambaye msemo wangu wa sasa alidata na kujizima data, zama zilizopita alifanya yale aliyoyafanya.

na hautopata matatizo yoyote. Sikiliza sasa, yule bwana kwa sababu ana hamu sana ya kutaka kubadilika, akasema ha ya aba ishaq leta, ewe baba ishaq leta hayo masharti, niko tayari kuyasikiliza. Ibrahim ibn Adham akasema amma alula